Kampeni hii ambayo imeanzishwa na serikali yetu chini ya rais wetu na kutoa maelekezo e kwa wizara za katiba na sheria zote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ile ya Zanzibar, inakwenda kuangalia dhamira ya makusudi ya kuwasaidia Watanzania kutatua changamoto walizonazo hata katika kupata haki yao ya msingi lakini nataka niwapongeze wana Dar es Salaam akita leo, umejitokeza kwa wingi. Nataka niwaambie kujitokeza kwenu, amje ipoteza siku hii, mmekuja hapa, mtapata taarifa ya utangulizi wa kampeni hii. Lakini tumekuja na wataalamu wa sheria kwenye mabanda yetu yote, watakaa hapa kwa siku kumi wakijibu na kuelimisha yale ambayo walikuwa ya yajui ili huyafahamu, kuanzia hapo huweze kujua haki yako. Si jambo hili ni muhimu kwa sababu linakwenda kuondoa sitofahamu, migogoro n na, na, migongano iliyopo kati ya jamii kwenye maeneo yetu. Pamoja na salamu hizi, wamenitaka ni wahakikishie Watanzania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 Lengo hapa ni kujenga jamii yenye mshikamano na utawala bora na uelewa wa sheria na usimamizi wa sheria. Napenda kuwakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Temeke na, na viunga vyake katika zoezi hili ambalo litaenda kufanyika kuanzia leo hii tarehe 16 mpaka tarehe 25, katika kuhakikisha watu wote wanapata msaada wa kisheria hasa wale ambao wamekosa msaada kwa sababu mbalimbali. Lengo la kampeni hii ya Mama Samia Legal Aid ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata msaada wa kisheria ili waweze kujikwamua kutokana na madhila mbalimbali ambayo yanawapata. Kampeni ilianzishwa mwaka 2023 ambapo imezinduliwa Dodoma na ikazunguka kwa nchi nzima mikoa yote kila moja ya Tanzania bara na visiwani na leo hii imezunguliwa katika mkoa huu wa Dar es Salaam, lakini pia ikiwa ni hitimisho kwa mkoa wa mwisho kwa nchi yetu kuzungukiwa na msaada huu. Inaongozwa na Wizara ya Katiba na Sheria kwa kushirikiana wa na wanasheria wote wa serikali na wakujitegemea, taasisi mbalimbali, idara mbalimbali, ikiwepo ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, watu wa ardhi katika kuhakikisha inawasaidia wananchi. Kwa, kwa manispaa yetu ya Temeke, zoezi hili litafanywa katika kata tofauti kumi ambazo leo tumeanza hapa Mbagala, lakini tutaendelea Kiburugwa, Kibondemaji, Mianzini, Chamazi, lakini pia tutaenda Toangoma, Buza, Tandika, Sandali na Miburani. Zoezi hili litafanyika mpaka kufikia tarehe ishirini na tano, kila siku kuanzia saa mbili kamili asubuhi mpaka saa kumi jioni Wananchi wote mnakaribishwa, tafadhali tumia nafasi hii adhimu ambayo tumepewa na mama yetu mama Samia Suluhu Hassan, tuweze kuhudumia wananchi. Wanasheria wapo, wataalamu mbalimbali wapo, njoo na shida zako ulizo nazo, lakini hakikisha umekuja na nyaraka zote zinazohusiana na shida yako ili uweze kutatuliwa vizuri. Utapata ushauri wa kisheria, utasaidiwa, utajua namna gani ya kutatua shida yako. Uh, sisi kama TLS tuko hapa kwenye moja ya mabanda yaliyopo kwenye kampeni uh, hizi za Mama Samia Legal Aid au msaada wa sheria wa Mama Samia, na kama TLS tunatekeleza kifungu chetu cha nne cha sheria iliyotuweka, yani section 4 kwa kuhudumia jamii katika msaada wa sheria. Tunafanya shughuli hii chini ya wizara ya katiba na sheria ambayo ndio inayoratibu Uh, Mama Samia Legal Aid, na tutakuwa hapa kama tulivyokuwa mikoa mingine. Kwa sasa uzinduzi leo ni Dar es Salaam, tutakuwa hapa Dar es Salaam uh, kwa siku zote tisa tukitoa huduma ya msaada wa kisheria kwa wilaya zote za Dar es Salaam. Uh, timu yetu ya mawakili wa chama cha mawakili Tanganyika yani TLS watazunguka uh, kila sehemu na watakuwa hapa pia wakitoa huduma kwa wananchi wenye shida mbalimbali na changamoto za kisheria. Tunawaalika wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam wajitokeze ili waweze kutumia fursa ya Mama Samia Legal Aid kupata msaada wa kisheria.